Na mtazamaji, marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi ni shughuli inayochukua takriban mwaka mmoja bila kuingiliwa na mahakama na inahusisha mabunge ya kaunti, bunge la taifa na bunge la Seneti. Je, tume ya uchaguzi inaweza kuandaa kura ya maamuzi kwa muda wa miezi mitatu wakati mswada wa kuandaa kura ya maamuzi utapitishwa na mabunge hayo? Setholale na taarifa kamili. Kwa kura ya maamuzi kuandaliwa nchini ni sharti pendekezo hilo liangazie miundo mbinu kwenye katiba kama vile mipaka ya taifa, uhuru wa raia, haki za binadamu, utendakazi wa bunge, muda wa utawala wa rais, miongoni mwa mahitaji mengine hey. Aidha, anayependekeza kuwepo kwa kura ya maamuzi ni sharti akusane saini milioni moja kutoka kwa wasajili mwafaka wa kupiga kura. Baada ya kuthibitisha saini hizo milioni moja, IEBC itatangaza wazi kwa raia na kuwasilisha mswada wa kurekebisha katiba kupitia kura ya maamuzi kwa mabunge ya kaunti. Iwapo mswada wa kurekebisha katiba kupitia kura ya maamuzi utapitishwa na wengi wa mabunge ya kaunti, mswada huo utawasilishwa kwenye bunge la taifa na lile la Seneti. Iwapo mabunge hayo mawili yatapitisha mswada huo wa kurekebisha katiba kupitia kura ya maamuzi, mswada utawasilishwa kwa rais rais ataamuru IEBC iandaye uchaguzi wa kura ya maamuzi chini ya siku 90. Baada ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wa kura ya maamuzi, IEBC itawasilishia rais matokeo hayo chini ya siku saba. Rais kisha atapitisha mswada huo wa kurekebisha katiba kupitia kura ya maamuzi kuwa sheria chini ya siku thelathini.